Tunaona pia kuhusu sakata ambalo liko Mab mm. <laughs> la kuhusu ndoa kwanza. Tumeona halisi eh, hongera mama, hongera sana mama yetu, we mwandishi mbea, we halisi, uliona wapi ukweli? Uliona uhalisia <laughs> wa ndoa ule? Ni uhalisia? Uhalisia ni nini? Uliona navalishwa chela? Uliona uliona navalishwa pete? Hapana. Uliona mimi naongea chochote? Hapana, hilo nadhani jana nilishalijibu, okay. na wewe uliona nimeongea chochote? Eh, basi sawa, uh, uh, uh, ulilijibu umefanya interview za kujibu, lakini uh, mawifi na mashemeji kutokea mm. nchini Tanzania ni kama hawajakubali. Uh, uh, kwani lazima wao wakubali? mimi si ndio mhusika, mi ndio nimesema hakuna. Unajua, mm. mi nimejifunza mm. kujisimamia mwenyewe na misimamo yangu. Yaani, mimi sioishi kwa wengi wape mm. mimi naishi kwenye msimamo kwamba hiki ndio ndio hiki hapana, hapana hapana. mm. nilisema sijaolewa ndo sijaolewa anasema kwamba sio ujaolewa ni mke wa mtu mtarajiwa, ambaye muda si mrefu mnaenda kufunga ndoa. Neno la mke mtu mtarajiwa liliona wapi? Hata kwenye kamusi kabisa ya kisheria kuna neno limeandikwa kwa mke wa mtu mtarajiwa? Mimi nadhani pale mtu aliongea sema kwamba uh, uh, uh, wameniuliza kwamba mimi nimeolewa me, ni mm. Jamani, ya kifupi yani mi niseme hivyo waandishi, sijaolewa, sijawahi kufunga ndoa popote. mm -hmm. Iwe ya kimila, iwe ya asili mafichoni, iwe nini, la kwanza mm -hmm. Lakini mimi nimeokoka. mm -hmm. Ninampenda Yesu sana, ninamjua Mungu, ninamtumikia na, na kumwabudu. Nina wachungaji, nina maaskofu, nina kila kitu. mm -hmm. Hakuna kitu nitafanya sirini, okay. Kwa ujasiri nitafanya kila kitu, kiwe wazi. Kama kipo sawa, niliposti ile clip, mtu mmoja akasema kwamba mm -hmm. Hiyo ni AI ama, uh, ama, anasema hiyo ni AI na mbona Rose haku, haku, haku, hakukanusha pale pale. Ndio muulize, sio kukanusha nasi, kukanusha. kwa niliongea sasa kama sikuongea na kanusha nini, si aulize aliongea aliongea hey, nani? Aliongea ndio atakanusha sasa. mm. Mtamuuliza aliyosema, maana mimi sio nadhani mliniona tu nimesimama mpaka dakika ya mwisho mm. Eh, yani simama pale kama mtuhumiwa mm mpaka dakika ya mwisho sikuongea chochote, niliongea hasa wakulisema hilo na kulikanusha ni yule alolisema. Mimi nakanushaje kitu sikusema? Eh, nakanushaje? Ila mimi langu naosema, sijawahi kuolewa. Jamani, umo ndani kwenye ndoa, sijui wanaolewagaje yani, wanaanzaje mpaka wanaolewa, kwa wanakuaga ndani? Ukishaolewa unakuagaaje na rangi gani, au unakuwa nini nini, au na saundi vipi? ingine pia bandia. Piabai hmm. Kwa kuolewa kuchafuka, mtu akwambia unaolewa, hakuchafui ila tu kama sio kweli inakuwa tu labda ni uongo amasiolewa, lakini kuchafuka yeah. Swali langu yeah. Kuitwa malaya, umefumaniwa na kuambiwa kwamba yule ameolewa, kipi kinachafua brandi? Ha, kuolewa ni swala zuri, nadhani watu walilipokea vizuri mm, lakini kifupi mi bado sijaolewa, ila ikitokea nimeona kwamba itakuwa nzuri sana kama nikija kuolewa watu watafurahia sana kwa furaha sana, kwa sababu sana. Mm. Kani wanapangaga tena kama bajeti ya mwaka kwamba hati mwaka, mwaka huu lazima niolewe, nyumba tu ndio tunajisemaga, mwaka huu najenga, mwaka huu nanunua gari, lakini kuolewa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Ah. Mungu akitaka sawa, hakutaka basi. Mahusiano, ee, yako vipi kati ya Rose Muhando na yule bishop? Mahusiano ya ki uh, ya kihuduma. Kwanza ki umeshasema ni bishop. Kwa hiyo tuishie hapo kwamba yeye ni bishop. Basi. Okay. Kitu gani ambacho ki, ukipendi uh, mm. uh, kutoka katika mitandao ya kijamii? Kitu gani? Uh, kushadadia uongo ndo kitu sikipendi. mm. Yaani watu wanashadadiaga uongo kuliko ukweli mm. Eh, hiyo ndo sipendi. Okay. Na nyie waandishi wa ndo wachochezi wakubwa. <laughs> <laughs> wachocheaga vitu sala, so, mwisho. Gari hey, gari yako hey, kitu gani ambacho kina miss, yani akimiss uh, ndani ya gari yako nyimbo?